Sasa nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sisi sote kuweza kukusanyika mahala hapa kwa jambo muhimu sana linalohusiana na mkakati wa mkoa wa kukabiliana na watoto wa mitaani. Lakini pia nafahamu kwamba mkoa wetu umekuwa katika utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto tangu kuanzishwa kwake kwa mwaka ishirini na moja ishirini na mbili na yanatarajia kukamilika ishirini na tano ishirini na sita. Kwa namna ya pekee ni wapongeze sana wale wote ambao wamekuwa wakitekeleza mpango na mkakati au programu hii ambayo imekuwa ikifanyika. Sisi sote tunafahamu kwamba ili mtoto aweze kufikia hatua za ukuaji, ni lazima alindwe na kulelewa katika mazingira salama na bora ya kiafya ili kumwandaa kuwa binadamu mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto zote za maisha zitakazomzunguka. Mwezi Januari mwaka 25 tulibaini uwepo wa takribani asilimia sabini ya vituo vya watoto wadogo vya mchana yani, day, day care centers ambavyo vilikuwa vikiendeshwa pasipo kufuata kanuni za ulinzi na usalama wa mtoto katika halmashauri zetu ndani ya mkoa wa Mwanza. Hata hivyo, ofisi yangu kupitia ustawi wa jamii mkoa imechukua hatua za kuwaita wamiliki wote wa vituo na kuweka mkakati wa kuvisajili vituo vyote ili watoto waweze kujifunza katika mazingira salama na bora. Napenda kuwapongeza sana wamiliki wa vituo hivyo kwa kuitikia wito wa serikali ya mkoa na kujitokeza kwa wingi kuwasilisha maombi na kupata usajili kupitia ofisi yangu. Asanteni sana. Mkoa wa Mwanza bado unakabiliwa na tatizo la watoto wanaoishi katika mitaa, hususan maeneo yenye watu wengi kama vile stendi za mabasi, vituo, maeneo ya ziwani, masoko, viwandani na kadhalika. Lakini mwaka ishirini ishirini na nne mkoa wetu uliwatambua watoto wapatao elfu mbili mia tatu themanini na kuwaunganisha na huduma mbalimbali mbali, zikiwemo elimu, afya, ulinzi, elimu ya ufundi na baadhi yao kuunganishwa na familia zao. Kwa msingi huu, ni lazima kuzindua mkakati huu na kuusimamia ili kuweza kupunguza ama kutokomeza tatizo la watoto wa mitaani ambao baadaye wanaweza kuleta madhara makubwa kwao hata kwa taifa kwa ujumla. Mmekuwa mkisikia huko Dar es Salaam panyarodi panyarodi, wengi ukiwatathmini, ndio hao hao watoto wa mitaani. Kwa hiyo kwa hiyo, ndugu wajumbe, iko sheria sura ya kumi na tatu kifungu cha nane na cha tisa cha sheria ya mtoto kinachompa majukumu mlezi na mzazi kuwajibika katika matunzo malezi na ulinzi wa mtoto. Watu wengi wanafikiri ukishazaa mtoto ukishamwacha na zagaa zagaa ovyo eh, hakuna sheria inayoweza kukubana we mzazi au mlezi. Sheria ipo. Sheria hii sura ya kumi na tatu inaeleza pia adhabu ambazo mzazi ambaye hatekelezi matunzo na ulinzi wa mtoto anaweza kuadhibiwa. Kwa hiyo maafisa ustawi wa jamii mko hapa nendeni kashirikianeni na watendaji wa serikali wa ngazi mbalimbali ikiwemo jeshi la polisi wazazi ambao wana tabia ya kuacha watoto wao bila ulinzi bila usalama wao bila matunzo yao wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria ili waadhibiwe. Na nitumie mkutano huu kuwaeleza wazazi kwamba adhabu ya shilingi milioni tano au kifungo cha miezi isiyozidi sita au vyote kwa pamoja inaweza kutolewa kwa mzazi au mlezi ambaye hashughuliki na matunzo, ulinzi na usalama wa mtoto wake. Sasa e, leo ninafurahi kwamba tutazindua hiki kitabu, kitabu kidogo ambacho kinasema mkakati maalum wa kushughulikia tatizo la watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani katika mkoa wa Mwanza. Tumesema sisi ni wa pili kwa idadi kubwa ya watoto wa mitaani baada ya Dar es Salaam. Lakini faraja yangu ni kwamba mkoa wa Mwanza ni mkoa wa kwanza kitaifa kuzindua mpango na mkakati wa namna ya kutokomeza tatizo la watoto wa mitaani na mkoa wetu kupitia halmashauri zote nane tumeunda timu zinazohusika kila siku na utoaji wa taarifa na huduma katika maeneo ambapo watoto wapo na zinajumuisha wataalamu wa elimu, afya, ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na jeshi la polisi kupitia kitengo chake cha dawati la jinsia na watoto na sekta nyingine wezeshi. Lakini pia mkoa wetu wa Mwanza ni e, mkoa wa kwanza kuzindua mkakati huu wakushughulikia tatizo la watoto wa mitaani ambapo mkoa wetu unashika nafasi ya pili kwa kuwa na idadi kubwa ya watoto wao. Aidha, mwezi Februari na Machi 2025, eh, niliongoza timu ya wataalamu ya ustawi katika zoezi la kuvitambua na kuvisajili vituo 88 vya malezi katika halmashauri zote, na tulimuomba katibu mkuu wa maendeleo ya jamii ambao wameweza kusajili, walikuja wataalamu katika mkoa wetu hapa na kuvikagua na kuvisajili vituo hivyo, na leo utatugawia uta, vyeti katika zoezi hili. Lakini pia nafurahi kwamba zoezi hili limekamilika rasmi, lakini pia kuna zoezi ambalo limefanyika la usajili katika ngazi ya wakurugenzi wa halmashauri katika jiji la Ilemela pamoja jiji la Mwanza pamoja na Ilemela na vituo hamsini na nane ni vya watu binafsi. Leo hii tunazindua mkakati wa kushughulikia tatizo la watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani kwa mkoa wa Mwanza, na nafurahi kusema kwamba mkoa wetu wa Mwanza ndio mkoa wa kwanza nchini kuzindua mkakati huu ambao tutautekeleza katika halmashauri zote nane za mkoa wa Mwanza. Lakini mkoa wetu ni mkoa wa pili kitaifa kuwa na idadi kubwa ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani, kwa takwimu ambazo tunazo katika mwaka 2024 peke yake tumeshughulikia takribani watoto 2300. Sasa watoto hawa ni wengi, lakini kuanzia Januari mpaka Machi mwaka huu, tumeshashughulikia na watoto 189 mpaka sasa na bado tumeendelea kitaifa kuwa na watoto hawa wengi. Sasa uzinduzi wa mkakati huu utatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba watoto hawa tunawapunguza, kama sio kuondokana na tatizo hili kabisa. Lakini ieleweke tu kwamba mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kitaifa kuwa na idadi kubwa ya, ya watu nchini lakini mkoa wa pili ambao unachangia katika pato la taifa, lakini mkoa ambao ni jiji pia vile vile, eh, tuna, tuna ni, ni mkoa huu umeendelea sana, tuna visiwa vipo vingi tu ambavyo viko kwenye ukanda huu wa ziwa Victoria, kwa hiyo kuna shughuli nyingi sana za uvuvi ambazo zinaendelea maeneo yale na shughuli zingine za za, za za, za, kiuchumi ambazo zinaendelea katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza, kwa hivi ni vivutio vya watoto kuja katika maeneo haya kwa ajili ya kujitafutia chochote kitu kwa maana riziki na mambo mengine, lakini si habari ya kufurahisha sana kwamba mkoa huu unakuwa na watoto wao wasome wa na kufanyia huduma za malezi usoni, lakini nasikitisha sana ukipita mitaani wanaomba katika stendi za mabasi barabara kuu za maeneo ya miji, katika fukwe zetu mbalimbali ukienda katika, mbali, mbali, katika maeneo ya uvuvi watoto wao wanavua na kutumikishwa katika maeneo haya, kwa hiyo tumezindua mkakati huu. Na hii ni tumezindua tu, tunakwenda kutekeleza kweli, kwa sababu tumeonea katika lugha rahisi, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini kikubwa zaidi wananchi wenyewe. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa na sisi wote tumeshatoa wito kwamba kwanza tukatae kununua bidhaa kwa watoto, kwa sababu watoto hao ndio wanaotuuzia mihogo huko barabarani, wanaotuuzia karanga. Kwa hiyo wanakuwa kwenye ajira, na ukiwauliza baadhi yao wanakwambia wametumwa na bibi, wametumwa na mama wanauza bi hizi bidhaa mitaani lakini wengine ndio tuna, sisi wenyewe wananchi tunawaajiri katika kufanya kazi ndogondogo ambazo nadhani tunawasaidia, lakini kumbe ndio tunadidimiza ustawi wao. Lakini watoto wao wanafanyia vitendo vingi sana vya ukatili. Ukiwauliza, ukikutana na mtoto huyu, muulize madhara ambayo anapitia, atakwambia ni mengi, kwa sababu analala kwenye mbele za maduka magodoro. Yao sisi tunalalia majumbani, wao wanalala kwenye maboksi lakini huduma za afya nao kwao ni changamoto, kwa sababu wanakumbwa na magonjwa. Sasa kipindi hiki ni cha mvua, magonjwa ni mengi ambayo yanaambukiza na sio ambukiza, kwa hiyo wanayapata. Kwa hiyo sisi tumejipanga kama mkoa kuhakikisha kwamba tatizo hili kwa kweli safari tunahakikisha kwamba tunaliondoa, lakini kwa kushirikisha zaidi wananchi, kwa sababu watoto wao wanatoka kwenye familia. Kwa mimi nitoe tu wito kwamba na imeshatajwa katika sheria ya mtoto sura ya 15 kwamba wazazi wote ambao watakuwa ni wazembe watashukuliwa hatua. Jambo la kwanza naloweza kusema ni wapongeze wadau wote mliofika mahali hapa. Hiyo kazi mnayoifanya ndiyo kazi ambayo tunaifanya sisi pia, kwa sababu wote waliofika hapa wameongelea habari ya kuzuia ili watoto wasizaliwe mitaani, hao watoto ambao wanaitwa wanaishi katika mazingira hatarishi na mazingira magumu. Sisi pia ni kazi yetu kama polisi kuhakikisha kwamba uharifu hauzaliwi mtaani au hatuzalishi watu ambao wanaenda kuleta fujo mtaani. La ziada mnalolifanya ni kwamba mnalo wanapokuwa wamezalishwa huko mtaani, mnatafuta namna ya kuwasaidia au kurudi kwa wazazi wao au kuwapeleka kwenye vituo maalum. Lakini sisi sasa e, tunapokuwa na watu wa namna hiyo na wakawa wamefanya mambo ambayo sio, wanageuka kuwa wahalifu. kwa hiyo mimi niwapongeze tu kwamba mnatusaidia tusizalishe wahalifu zaidi mtaani, kwa sababu unaposaidia eh, kwamba asije mtaani au anapokuwa mtaani, unatoa malezi mazuri, unampeleka kwenye kituo cha malezi kizuri, maanake unatusaidia tusio na watoto ambao watakuwa wanafanya fujo hapa na pale mtaani. Kwa hiyo mimi hapa nipo tu kwa ajili ya kuwashukuru na kuwapongeza kwa hizo kazi mnazozifanya. Niwatie moyo sana, muendelee kufanya hivyo ili tusizalishe watoto wa mitaani, tusizalishe watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu na mazingira hatarishi. Nashukuru sana.